Kwa hiyo tamarinu, mazoezi. Ajibani al-as'ila al-ati, ajibu masala yafuatayo. Masmuka, masmuka na jina lako. Min aina anta, natukia to ka wapi katika masala muhimu. Ni haya kuyafahamu, kuyafahamu mtu anaposoma lugha ya Kiarabu. Masmuka, jina lako ni nani? Min aina anta, natukia wapi? Ma lughatuka wasagom, sa lugha gani? Aina abuka, babako yuko wapi? Aina umuka, mamako yuko wapi? Alaka akhun, je una ndugu alaka ukhtun, akhun maana yake ndugu wa kiume. Alaka ukhtun, je una ndugu wa kiike? A indaka sayara, je una gari? A indaka daraja, je una baskeli? A indaka kalam, je una kalam, ina maana je una kitu fulani flane, namwambia a indaka, je una kitu fulani. A indaka daftarun on, je una daftari Abu ka tajirun, jibu bakoni, fanya biashara. Min aina Muhammad, Muhammad yatoke wapi? Ma lughatuhu, lugha yake ni ipi? Aina abuhu, baba yake wapi? Aina ummuhu, mama yake wapi? Min aina Hamza, Hamza yako wapi? Ma lughatuhu, lugha yake ni ipi? Aina abuhu, baba yake wapi? Aina Zainab, Zainab yako wapi? Aina zawjuha, mume wake wapi? Azawjuha mudarrisun, jibu, mume wake mudarrisun yani

sehemu ya mwanzo ya kukubali uletsetsa na sehemu ya pili ya kukataa uletsa. Hili ni la kwako. Taamal mayali singatia, kinachofuata baitu ni nyumba, lakini ukisema baiti ni nyumba yangu, baituka nyumba yako mwanaume, kama mwanamke nakuwa baituki, na kama mwanamke ambaye hayuko baituha nyumba yake fulani, na baituhu nyumba yake fulani wa kiume. Kwa hiyo hichi ni kipengele cha cha, cha dharura kukisoma jinsi eh, ya kutengeneza umiliki. Baitu ni nyumba yoyote, lakini baiti ni nyumba yangu, baitu kwa nyumba yako, baitu ha nyumba yake mwanamke, baitu hu nyumba yake mwanaume. Kama tulivyosema kuwa neno likiwa lina dhamma tan, baitun, qalamun, maana yake kalamu yote. Kwa hiyo qalamun, kalamu yoyote; qalami, kalamu yangu; qalamuka, kalamu yako; qalamha, kalamu yake mwanamke; qalamuhu

E, imewekwa ime wazi fil mithali, katika mfano, haya qalamu ni qalamu yote, lakini ukisema hadha qalami, hii ni qalamu yangu mimi mzungumzaji. Hadha qalamuka, hii ni qalamu yako wewe mzungumzishwaji. Hadha qalamuhu, hii ni qalamu yake mwanaume ambaye hayupo au mtu wa tatu, ni mtu wa tatu Yani maana yake ni third person, mtu wa tatu. Hadha qalamuha, kalamu yake mtu wa tatu ambaye ni mwanamke, third person. Kitabu ina maana kitabi, kitabuka, kitabuhu, kitabuha. Sarirun sariri, sariruka, sariruhu, sariruha. Ismun ismi, ismuka, ismuhu, ismuha vile vile katika majina ambayo yamebakia, hili ni zoezi kwa sababu yote tumeshayasoma na maana yake. Unaweza kufanya kama miftahu niftahi, miftahi, miftahu miftahu ka, miftahu ki kama mwanamke miftahu ha miftahu hu nikazi, eh, kwa hiyo hili ni zoezi ambalo limebakia ni kazi kwako. iqra so li cha kwangu la kacha kwako la hu cha kwake la ha cha kwake mwanamke la hu cha kwake mwanaume la ha cha kwake mwanamke kivipi? Anasema li ukhtun wahida. Au li inajulisha juu ya kumiliki sawa, kwa sababu ukisema li, kama mtu atauliza liman hadha alkitab, hiki kitabu ni cha nani? Ukisema li cha kwangu, laka cha kwako, lahu cha kwake, laha cha kwake mwanamke. Au unaweza kusema li, maana yake ni na mimi, laka una wewe, lahu ana yeye, laha anaye mwanamke yote ni sawa. Kwa hiyo li ukhtun wahida, mimi na dada mmoja. Alaka akhun? Je, wewe una kaka? la mali akhun, sina kaka. Ukhti laha tiflun saghir, ukhti laha tiflun saghir, dadangu ana mtoto toto. Tiflun ni mtoto, saghir kwa sababu saghir ni sifa ya nani? ya mtoto. Kwa hiyo saghiran bila shaka itakuwa hivi hivi saghir maana yake Ukhti dadangu, laha ana yeye, kama nilivyo sema, li ni na mimi, laka una wewe, laha ana yeye mwanamke. Kwa hiyo ukhti laha, dadangu ana yeye, tiflun saghirun, mtoto mdogo. Zamili rafiki yangu, lahu ana yeye, akhun akhun, wa ukhtun, ana kaka na dada. Taqulu indi kitab, wa taqulu li akhun, unaweza kusema indi, ni na mimi, kitab, na utasema li akhun, kana kwamba katika kitu unatumia indi na katika mtu unatumia li, kana kwamba mwongozo wake uko wa hivyo sawa. Naqulu indi kitab, sisi tunasema nina kitabu. Na qulu li akhun, na tunasema nina kaka. Kwa hiyo indi maana yake nina mimi na li maana yake nina mimi, lakini indi inatumika kwa kitu, kana kwamba anaashiria hivyo, na li inatumika kwa mtu. Haya, anasema kharaja hamidun ma khalid, hamid ametoka na khalid hali imepata, na -ha na pata kasra tena baada ya kutumia neno mae na maana neno mae inafanya jina linalokuja baadaye lipate kasra. Dhahaba tabibu ma almuhandisi, daktari ameondoka pamoja na nani? Na injinia. Jalasa mudarrisu ma almudiri. Kila baada ya mae neno linalofuata na maana linapata kasra. Mama yake ya Ali ma'i zamili. Aminatu ma'a hazawjuha Amina yuko pamoja na mume wake. Man ma'aka ya Ali, Ali yuko pamoja na nani? Anasema mai zamili, niko na rafiki yangu. Ina maana hapa tunatumia neno maa, maana yake linajulisha juu ya upamoja. Yaupamoja Amina tumai hazo zuha. Amina yuko pamoja na nani? Na mume wake. Kharaja abi min albayt, bangu kutoka nyumbani. Waman kharaja ma'a, kutoka pamoja na nani? Kwa hiyo ma inajulisha juu ya ule upamoja. Kharaja ma'a huwa ammi, kutoka pamoja na baba mdogo. Iqra, soma.

E, hey, maana yake kuna majina yanapata dhamma tan na kuna majina hayapati dhamma kama ambavyo tunaona hapa Muhammadun Khalidun Hamidun Abbas Mahmudun Hamzatu Talhatu Usamatu Muawiyatu Ikrima, yote majina ya kiume, lakini mingine yanapata na mingine hayapati. Kwa hiyo hapo ni somo tunakoweza kudhibiti. Alkalimatu jadida, maneno mapya katika darasa: alzamilu alzauj wahidun fata fatama tiflu alkuwait. Kwa hiyo insha Allah darasa yetu ni kuendelea katika somo la kumi na moja ambalo tunaanza baiti baya